Aliyekuwa mgombea urais wa chama cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina ameilalamikia mahakama hapa nchini akisema kuwa ilimnyima haki ya kugombea nafasi hiyo. Mpina amesema pamoja na kuwasilisha ombi la kuzuia uchaguzi wa rais wa mwaka 2025 hadi hapo itakaposikilizwa rufaa yake, mahakama iliruhusu uchaguzi uendelee. Uamuzi huo umemnyima haki ya kugombea na chama chake kukosa mgombea. Yaani licha ya kutuita kwenye kikao cha pamoja, sisi wale wapeleka rufaa pamoja na wajibu rufaa, na tukakaa kwa pamoja na tukakubaliana kwamba taratibu zote zimefuatwa na hakuna giping, kipingamizi chochote, bado jaji mkuu haku, hakuteua jopo la majaji, bado hakuisikiliza kesi hii yetu pamoja na kuwasilisha ombi la kuzuia kufanyika kwa uchaguzi wa rais mwaka 2025 hadi hapo mahakama itakapokuwa imesikiliza na kuamua shauri hilo, lakini mahakama ikaruhusu uchaguzi uendelee kutangaza matokeo na hatua ya kuapishwa kwa rais, jambo ambalo lilifanyika kinyume na, ka, na ibara ya tatu moja tano moja nane moja kumi na tatu, na ibara ya mia moja na nane A kubwa ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mbona mimi nilikuwa surprised kwa sababu mimi najua kwamba niko mahakamani na nimekizi, na mimi toka siku ya kwanza kabisa nilienda mahakamani, hakuna mahala. Siku ile tu nilipoinguliwa kinyemera, nikaenda mahakama na nilikuwa nikienda ku, kwa hati ya dharura, kwa certificate of urgency katika muda wote wa kesi zangu, tena extreme certificate of urgency. lakini tumemaliza mazungumzo jaji mkuu, hamna communication, hakuna hata, tulipojaribu kutafuta kwamba kuna kuna, kuna jambo lolote linaloendelea hakuna mpaka siku uchaguzi unafanyika, na mpaka naona anamwapisha mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Sasa mambo yakafanyika hivyo alivyofanyika, ya uamuzi huo umeninyima haki ya kugombea na chama changu kukosa mgombea kwa nafasi ya urais na makamu wa rais, na kupelekea kuzorota kwa kampeni za ugombea udiwani, uwakilishi, ubunge na urais, kufanya baadhi ya wagombea wa chama cha ACT wazalendo kuamua hata kujiengua kwenye uchaguzi. Ili haribu sana mfumo wa kampeni kwenye chama chetu, kwa sababu watu waliokuwa wamegombea udiwani kule, waliogombea ubunge wanapoangalia huko, wanaona kwamba mgombea wa urais hayupo. Wanakosa, wanakosa, wanakosa, wanakosa, wanakosa, wanakosa, wanakosa ustahimilivu. Wengine wanaamua hata mpaka kujiengua.